Nashukuru ah, na Mungu tu sina shobo shobo na magari mm. ah, mm. ya siku hiyo matatizo, unachukua mkopo ukapata eh, kugonga magari ya watu hivo hivo, chukua mkopo sema, ngoja niazime gari kidogo pu

<laughs> yani ukisikia mchicha njegele ujue Morogoro Asubiasu... mm. lakini biashara hii ina utata. Utata wake ni nini? wakeza watu kwa nini hivi oh. mkiwa mtu jue wakeza watu unaacha hela elfu ishirini, elfu arobaini na tano yakula, lakini mwanamke anataka akope njegele na mchicha eh? Unumache, sasa kwani amjij amjitambua au unajifanya huko nie, anataka kujifanya wote nyemasiniechinmwanamke anakopa hela wale, uongo anajua. Eh, mimi mm, nitakulipa vipi wewe eh? Mimi wakati natoka Morogoro, mjomba alinambia bwana, anaenda mm, kutafuta mjini, shughuli gani unaenda kufanya nikamwambia kuna kazi zaidi ya biashara ndogo ndogo mchicha na njegele. Anaambia bwana, kwa makini na nake za watu huko, usije ukafanywa vibaya. Mwenzio karudi huko, wauni walichomfanya, acha jamaa mpaka leo anaona aibu kurudi mjini. Mfanya vibaya kweli. Mimi nimekuja huko na mimi nimeanza kuuza njegele. Kwanza njegele, kuna mama mmoja mle la mume limepungua, si unajua mtu akitonga unajua mm. E, wa mtu akiwa ana hela alafu kapata kitonga mm. mm. ah, shughuli yake yeah. E basi, kwanzia hapo mume mapenzi ndani amepungua. Mume peleleza peleleza, kaenda kwa mm. mganga. Mganga akampa dawa amwekee mwana mke wake kwenye chakula arudishe mapenzi mm. siku hiyo bwana kweli kamwaga mkewe, kasafiri na mimi kiji ndani tokea asubuhi ndiko ndani n aanake mwanamke wake kwenye chakula nikarudi pale kaeka michips mi nimefichwa uvunguni alivokuwa mpuzi chips zenye kazi yaka pale pale karibia na sura yangu harufu yote inakuja uvunguni mitokea asubuhi sijala ketu kanivuruga nikachukua paja moja kwanza nikala kula kumbe yule kamwekea mkewe ili awe anampenda mapenzi ya rodi mme wake anaitwa Rashidi sasa nshakula naanza kuvurugika